Pengine swali kubwa linaweza likawa hivi, kwani, kwa nini imekuwa hivi? Na pengine wengi wanaweza wakawa wanajiuliza imetokea nini? Kweli hakuna kilichotokea. Nafasi yangu mimi niliyogombea ni ubunge na bado ni mbunge, na ubunge mlinipa nini? Wananchi wa jimbo zima la Kibakwe, na hapa kuna uwakilishi wa jimbo zima kiba mimi bado ni mbunge na nitafanya majukumu ya kibunge kwa nguvu zangu zote, kwa kadri mlivyoniamini na kwa kadri ya msaada wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Kwa sasa, kwa mujibu wa katiba, ana uwezo wa kumteua mtu yeyote na kufanya kazi kwa niaba yake, kwa maana ya kumsaidia, sio nafasi za uwaziri tu hata utumishi wa umma. Hawa watumishi wa umma wanafanya kazi kwa niaba ya rais, kwa sababu rais ndiye aliyechaguliwa na wananchi, na hivyo wananchi wameweka mamlaka yao kwenye kichwa cha mheshimiwa rais aliyoto. Na kwa sasa rais ni Dr Samia Suluhu Hassan, anaweza akamteua mtu yoyote kumsaidia jukumu na akamuondoa mtu yoyote. Anaweza akaunda ofisi yoyote na kuifuta ofisi yoyote kwa mujibu wa katiba hii kwa hiyo ule muda niliyoteuliwa mimi kama mliye nichagua nikahudumia na kusaidia kumsaidia mheshimiwa rais nikafanya kile nilichofanya na akaamua kunitoa yote mawili tu shukuru. Wala huwezi kujua kwa nini, unaanza kuwa na wazo hasi tu. Kama ananitoa anataka kunipa nafasi nyingine, wewe unajua. <laughs> Nadhani nadhani ndugu zangu wananchi wa jimbo la Pwani na hapa nikisema na viongozi wote wa jimbo lote wa jimbo la Kibaha, kimsingi yale ni majukumu unapewa unaweza kubadilishwa, ukapewa jukumu lingine, hasa uweze kumpangia rais tarehe ya kutoa ya kutoa hii jukumu hili na kupangia jingine, au hata kuto kukupangia, yote ni sawa tu, kwa sababu mwisho wa siku wote ni watumishi wa wa nchi yetu, watu na nia ni ili mambo yaende Beha. Na kwa kweli eh, nina kila sababu ya kumshukuru sana rais kwa sababu amenteua katika kipindi chake mara nne. Mkumbuke alinteua nikawa waziri wa mambo ya ndani alipokuwa anachukua nchi baada ya, baada ya hayati Magufuli. Mm. Eh, lakini tukarudi akanteua kuwa waziri wa wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa katiba na sheria, lakini nimekuwa waziri wa, wa, wa, munga, wa, papana, wa, wa sera bunge na uratibu, lakini kama waziri wa utumishi, lakini tena waziri wa mambo ya ndani. Kwa hiyo karibu mara tano anamteua. Hakuwahi kuwa amewaamuliza mtu, na niko tayari kuunga mkono jitihada zake zote anazozifanya katika kujenga eh, maendeleo na ustawi wa nchi yetu na kamwe sitakuwa msaliti, sijaumbwa hivyo, hamjanilea hivyo nyinyi, wazazi wangu, na nitakuwa mtiifu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa rais wake ambaye Watanzania wameweka mamlaka juu yake. Nani? na Mungu naye ameweka mamlaka juu yake. Lazima tutii mamlaka kuhakikisha kwamba kile ambacho kimepangwa katika malengo ya maendeleo ya nchi yetu basi kinafikiwa. Pengine swali kubwa linaweza likawa hivi, kwani kwa nini imekuwa hivi? Na pengine wengi wanaweza wakawa wanajiuliza imetokea nini kweli. Hakuna kilichotokea. Nafasi yangu mimi niliyogombea ni ubunge na bado ni mbunge, na ubunge mlinipa nini, wananchi wa jimbo zima la Kibaa, na hapa kuna uwakilishi wa jimbo zima la Kibaa. Mimi bado ni mbunge na nitafanya majukumu ya kibunge kwa nguvu zangu zote, kwa kadri mlivyoniamini, na kwa kadri ya msaada Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Kwa sasa, kwa mujibu wa katiba, ana uwezo wa kumteua mtu yeyote na kufanya kazi kwa niaba yake, kwa maana ya kumsaidia, sio nafasi za uwaziri tu, hata huu utumishi wa umma, hawa watumishi wa umma wanafanya wa kazi kwa niaba ya rais, kwa sababu rais ndiye aliyechaguliwa na wananchi, na hivyo wananchi wameweka mamlaka yao kwenye kichwa cha mheshimiwa rais aliyopo, na kwa sasa rais ni Dr Samia Suluhu Hassan. Anaweza akamteua mtu yoyote kumsaidia jukumu na akamuondoa mtu yoyote. Anaweza akaunda ofisi yoyote na kuifuta ofisi yoyote kwa mujibu wa katiba hii. Kwa hiyo ule muda niliyoteuliwa mimi kama mliye nichagua nikahudumia na kusaidia kumsaidia mheshimiwa rais nikafanya kile nilichofanya, na akaamua kunitoa, yote mawili tu shukuru, wala huwezi kujua. Kwa nini unaanza kuwa na wazo hasi tu, kama anatoa nataka kunipa nafasi nyingine, wewe unajua <laughs> Ndugu na zangu wananchi wa jimbo la Pwani hapa nikisema na watu wa jimbo wa jimbo la Kibaba, ni majukumu unapewa, lingine hasa uwezi kumpangia rais tarehe ya kutoa hii ya jukumu hili wa, wa, wa, wa watu na nia, mambo yaende na kwa kweli e, nina kila sababu ya kumshukuru sana rais, kwa sababu ameniteua katika kipindi chake mara nne. Mkumbuke aliniteua nikawa waziri wa mambo ya ndani alipokuwa anachukua nchi baada ya, baada ya, ya hayati Magufuli mm. E, lakini tukarudi akaniteua kuwa waziri wa wa, wa, wa, wa, wa, wa katiba na sheria, lakini nimekuwa waziri wa, wa, wa, bunge, wa, hapana, wa, wa sera bunge na uratibu, lakini kawa waziri wa utumishi, lakini tena waziri wa mambo ya ndani. Kwa hiyo karibu mara tano anamteua, hakuwahi kuwa amemuuliza mtu. Na niko tayari kuunga mkono jitihada zake zote anazozifanya katika kujenga eh, maendeleo na ustawi wa nchi yetu na kamwe sitakuwa msaliti. Sijaumbwa hivyo, hamjanlea hivyo nyinyi wazazi wangu, na nitakuwa mtiifu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa Rais wake ambaye Watanzania wameweka mamlaka juu yake, na Mungu naye ameweka mamlaka juu yake. Lazima tutii mamlaka kuhakikisha kwamba kile ambacho kimepangwa katika malengo ya maendeleo ya nchi yetu basi kinafikiwa. pengine swali kubwa linaweza likawa hivi kwani, kwa nini imekuwa hivi? Yeah. Na pengine wengi wanaweza wakawa wanajiuliza imetokea nini kweli? Hakuna kilichotokea mm -hmm. Nafasi yangu mimi niliyogombea ni ubunge na bado ni mbunge, na ubunge mlinipa nini? mm -hmm. Wananchi wa jimbo zima la Kibara, na hapa kuna uwakilishi wa jimbo zima la Kibara mimi bado ni mbunge na nitafanya majukumu ya kibunge kwa nguvu zangu zote kwa kadri mlivyoniamini, na kwa kadri ya msaada. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kwa sasa, kwa mujibu wa katiba, ana uwezo wa kumteua mtu yeyote na kufanya kazi kwa niaba yake, kwa maana ya kumsaidia. Sio nafasi za uwaziri tu hata utumishi wa umma. Hawa watumishi wa umma wanafanya wa kazi kwa niaba ya rais, kwa sababu rais ndiye aliyechaguliwa na wananchi, na hivyo wananchi wameweka mamlaka yao kwenye kichwa cha mheshimiwa rais aliyopo. Na kwa sasa rais ni Dr. Samia Suluhu Hassan, anaweza akamteua mtu yoyote kumsaidia jukumu na akamuondoa mtu yoyote. Anaweza akaunda ofisi yoyote na kuifuta ofisi yoyote kwa mujibu wa katiba hii. Kwa hiyo ule mda niliyoteuliwa mimi kama mliyenichagua nikahudumia na kusaidia kumsaidia mheshimiwa rais, nikafanya kile nilichofanya, na akaamua kunitoa yote mawili. Tushukuru, wala uwezi kujua. Kwa nini unaanza kuwa na wazo hasi tu? Kama ananitoa anataka kunipa nafasi nyingine, we unajua <laughs> Kaya mina nani ndugu na nani, zangu wananchi wa wana jimbo la Pwani. Na hapa nikisema na viongozi wote, la Kibaha. Kimsingi ni majukumu, unapewa, unaweza kubadilishwa ukapewa jukumu lingine hasa uweze kumpangia rais tarehe ya kutoa ya kutoa hii jukumu hili na kupangia jingine au hata kutokukupangia yote ni sawa. Kwa sababu mwisho wa siku wote ni watumishi wa wa wa nchi yetu, ni watumikia watu. Na nia ni ili mambo yaende na kwa kweli, eh, nina kila sababu ya kumshukuru sana rais kwa sababu ameniteua katika kipindi chake mara nne. Mkumbuke aliniteua nikawa waziri wa mambo ya ndani alipokuwa anachukua nchi baada ya, baada ya, ya hayati Magufuli mm. E, lakini tukarudi akaniteua kuwa waziri wa wa, wa, wa, wa, wa, wa katiba na sheria, lakini nimekuwa waziri wa sera, wa, wa, wa wa, wa, wa bunge na uratibu, lakini kwa waziri wa utumishi, lakini tena waziri wa mambo ya ndani. Kwa hiyo karibu mara tano anamteua, hakuwahi kuwa amewamuuliza mtu. Na niko tayari kuunga mkono jitihada zake zote anazozifanya katika kujenga eh, maendeleo na ustawi wa nchi yetu na kamwe sitakuwa msaliti, sijaumbwa hivyo, hamjanlea hivyo nyinyi wazazi wangu. Na nitakuwa mtiifu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa rais wake ambaye Watanzania wameweka mamlaka juu yake, na Mungu naye ameweka mamlaka juu yake. Lazima tutii mamlaka kuhakikisha kwamba kile ambacho kimepangwa katika malengo ya maendeleo ya nchi yetu basi kinafikiwa.